Wizara ya Afya ya Gaza imeripoti kuwa mashambulizi ya Israeli yamewaua watu wasiopungua themanini na moja na kujeruhi wengine mia nne ishirini na wanne. Mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi la Israeli katika mtaa wa Al Tufah uliopo Gaza City yamewaua angalau watu 20, wakiwemo watoto tisa. Mauaji haya yametokea siku moja tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa usitishaji mapigano unaweza kufikiwa ndani ya wiki ijayo. Ofisi ya habari ya serikali ya Gaza imesema kuwa taarifa zilizochapishwa na vyombo vya habari vya Israel kuwa wanajeshi waliambiwa kuwalenga kwa makusudi wa Palestina waliokuwa wakitafuta misaada ya chakula ni ushahidi zaidi na uhalifu wa kivita unaoendelea kufanywa huko Gaza. Jeshi la Israel limetekeleza mashambulizi mawili ndani ya dakika 20. Shambulio la kwanza lililenga nyumba ya makazi. Dakika chache baadaye shambulio la pili lilifanyika karibu sana na eneo hilo katika mtaa wa Yafa kwenye soko lililoko katika mtaa wa Tufa ambapo watu tisa wameuawa. Wote waliouawa au kujeruhiwa wamepelekwa katika hospitali ya Alahli. Ndani ya hospitali hiyo, mtu mmoja aliyekuwa akizungumza kwa simu ameelezea hali kuwa ya machafuko makubwa. Inaelezwa kuwa hospitali hiyo haina uwezo wa kutoa huduma za kitabibu zinazohitajika kwa majeruhi, ambapo mamlaka za afya zimekuwa zikifanya jitihada za kuwasafirisha majeruhi kwenda hospitali nyinginezo zikiwemo kliniki binafsi au hospitali ya Al Shifa. Kumekuwa pia na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo mengine ya ukanda wa Gaza yakiwemo mji wa Khan Younis na kambi wa ya wakimbizi ya Bureij. Shirika la habari la Al Jazeera limeripoti kuwa kumekuwa na ongezeko kubwa la mashambulizi ya anga kote Gaza, hali inayosababisha vifo zaidi vya raia uharibifu mkubwa wa miundombinu na kusababisha watu wengine kulazimika kuhama. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, vita vya Israel dhidi ya Gaza vimesababisha vifo vya watu wasiopungua 56412 na kuwajeruhi wengine laki moja thelathini na tatu na hamsini na wanne